Yes, bana, mambo vipi? Hope uko poa kabisa mwana. Sawa, sawa, digital, tumepoa, zetu, hapa, eh, this one kazini chizi nyumbani baba e, home sio safi, kunywa maziwa tu mpaka tunywe sumu kuna watu wameshazoea kwamba ukinywa sumu ukishika tu maziwa ukinywa sumu inaondoka, yeah. Uh, ni kweli? Inaondoka kweli? Yeah. Haiwezi bana <laughs> Yes, kwe, siku ya leo pia imeweza kuachiwa ngoma ya kwake Diamond Platnumz inafanyika kwa jina la eh, Down. Bonge moja la ngoma, bonge moja la piano fulani hivi, estokizi pia katisha mle ndani, mixing za kutosha. Ngoma imekuwa ni kubwa, ni kubwa sana. Lakini pia unajua imekuwa ni kubwa kwa sababu gani? Baadhi ya watu pia wameona tu kile kionjo ambacho amekitumia mle ndani, yeah. We uje tulia tulia. Bonge moja la kingoma ambacho alifanyaga naandika mwenyewe, yeah. Vitu, vitu, yeah. na mapepe ni moja kati ya base au voko ambayo inaonekana imeweza kukopiwa kwa mchekeshaji ambaye pia anafanya vizuri kwenye industry ya uchekeshaji yeah. Iko sawa hii, Diamond Platinum pia nayo kuweza kuiba nyimbo za watu yeah. Diamond Platinum kwanza, uh, kafanya ubunifu katika sanaa utaniambia, yeah. Kwamba anamtetea ni, hapana, ni kwamba katika sanaa bana kunahitaji vitu tofauti tofauti, kwanza kunahitaji uh, ubunifu lakini pia Eh, kuendana kwanza na wakati nini ambacho watu wanakihitaji yeah. Unajua, sasa hivi tupo katika kipindi ambacho unatamani sana yaani msanii ili uweze kwenda viral zaidi, e, kinoma noma kwenye mitandao ya kijamii yeah. Lazima uweze kuimba pamoja yeah. na mashabiki yeah. na hii ebana, huu wimbo ebana, kizazi cha, cha GPT mm -hmm. Hakiwezi kuelewa. Aa, mbona cha GPT aa, ya, nataka, nataka niseme hivi ni kwamba Eh, kizazi cha ChatGPT -ch unajua kipindi hicho way back yeah. wimbo wa mapepe ulikuwa naimba sana shuleni. Okay. Ili kwamba haja tulia tulia huyu demu mapepe. Mwalimu anaweza kawa anaimba. Eh. Afu then baadaye watoto mapepe. Yaani kwamba ehe. Sasa Damo Platinum alichokifanya ni kwamba vile anatamani kuimba na mashabiki kwenye stage. Sasa hata alivotumia kionjo cha Kingwendu sio? ni kweli kachukua eh, kionjo lakini sio kwamba eh, amekosa idea. Yeah. eh, lakini eh, kutumia Kionjo ambacho Kingwendu, eh, kio, eh, kionjo ambacho kakiweka pale ndani hmm. Sio makosa na wasanii tofauti tofauti wameonekana wakiwa anafanya hivi hmm. Nyimbo za zamani ambazo zilishaku trend zinatumika kionjo chake kwa ajili ya kuweza ku, eh, kukamilisha wimbo wao kama nyimbo gani, vile? Eh, ni kama vile wimbo wa hata Diamond Platinum pia walishakuachiliaga wa wimbo wao wa, wa zilipendwa Zili, kipindi ambacho wapo full package kabisa, kuna Harmonize, mm -hmm. Kuna Rich Mavoko, kulikuwa kuna waliweza kutumia wimbo ule wa, wa Lesi Wanyika bende mm -hmm. Eh, ule sina makosa ya sasa. Unajua sasa hivi ni kwamba E, muziki unahitaji kuweza kuimba pamoja na mashabiki wako yeah. Right? Kwa hiyo Damo Platnumz alichokifanya, ameweza kutumia kionjo cha Kingwendu katika wimbo wake wa Down na of course ni kwamba wimbo umeonekana kabisa huko na vibe na hata pia sasa hivi ukipigwa kwenye eh, majukwaa tofauti tofauti eh, bana unaimba kweli na mashabiki wako ya, kwa sababu unapiga ile chorus mozoni, yeah. Mashabiki wanaitikia ile mapepe, inakuwa safi kabisa. Ila kuwa ni safi kabisa, lakini labda mimi kwa upande wangu naweza nikaona kwamba kuna baadhi ya mashabiki pia wanaweza kusema kwamba eh, Diamonds ameweza mm, kufanya hivi mm, au kuweza kuchukua kile kipande kwenye nyimbo hii ya, ya Kingwendu mm, ikiwa ni moja kati ya sehemu za kuweza kumjibu Mm. Kingwendu ujue, mm. miezi kadhaa nyuma iliyopita Kingwendu yeah. pia huyu huyu alifika pale pale katika studio za Wasafi TV mm. akaweza ku Wasafi FM yeah. aliweza kufanya mahojiano pia mm. na akasema kwamba anaweza kuhitaji msaada kutoka kwa Platnumz. Hata amnunulie yeah, gari, yani unajua saizi, tuko kwenye plate number, tuko mbali sana tuko e mm. eh, kuna watu wanatumia ndinga fulani kubwa sana ninini e, nini, yeah. dinga ngapi? Lakini Kingwendu mwenyewe kabisa anaweza kufunguka, yani hata nikipata gari lenye usajili wa uh, number C mi nitalizika kutoka kwa Platnumz sasa. Yeah. Kipindi kile unajua Platnumz sio mtu wa kujibu yani, yeah sio mtu akujibu hata kama hiyo story. Unajua lazima ilimfikia ile clip, lazima alitumiwa na anayo kwenye simu yake Diamond. Kama ni uongo tuambie hapa kama hiyo clip hujawahi kusikia au kuona kuona. Bwana Kingwendu anaweza kulalamikia e, kitu kile kuweza kusema kutaka msaada kutokea kwako, kwa kwa kwa kwenye hata, hata gari tu, kwa sababu najua hmm, ni moja kati ya manguli wa comedy ambao walikwisha kufanya. Sasa kwa upande mwingine, imekuwa ni moja kati ya sehemu ambazo platinum ameamua kumjibu Kingwendu labda kwa engo ya kusema kwamba nitamlipa pesa kwa sababu nimetumia e, kipande chake cha muziki. Hmm. Kwa sababu mpaka sasa hivi hatuwezi kusema kwamba tunakuwa tunawakika na, na kitu fulani kwa sababu haijasemekana sehemu popote kwamba labda Kingwendu ameweza kulalamika labda basata mara wapi kwamba, hmm. Platinums ameweza kutumia kionjo changu cha kwenye nyimbo yangu imekuwa hmm. hivi na hivi na hivi. Kwa upande wako, nahisi Platinums ameweza kutumia njia hii ya kuweza kumjibu Kingwendu kwa kuweza kumpa pesa ya kutumia kionjo chake, au naye amefanya tu kama ubunifu mwingine na hajaweza kumhusisha mtu yoyote kwenye ngoma Ah uh, hakuna mazungumzo ya moja kwa moja ambayo yameweza kuonekana kwenye mitandao yeah. ya kijamii kwamba Kingwendu pamoja na Damo Platinum wameweza kufanya yeah. Yeah. Eh, makubaliano kwamba utaenda uh, kutumia kionjo changu cha wimbo. Sasa pengine labda Damo Platinum wao walishia kuzungumza, lakini sisi moja mm. kwa moja taarifa rasmi hatuko nazo, ila mimi nachoamini ni kwamba kama vile Damo Platinum ameweza kumrudisha Kingwendu kwenye fomu eh, kwa sababu sasa hivi ambaye anazungumzwa ni Diamond Platnumz pamoja na Kingwendu mm. kwa hiyo maanake kuna kanamna mm. Diamond Platnumz Amina. kaweza kumwinua bana Kingwendu mm. Sasa eh, kipindi ambacho Kingwendu alikuwa anaomba mm. gari yeah. kwa Diamond Platnumz kipindi kile hatujaweza kujua kwamba gari vipi aliweza kupewa au ni aje. Lakini vipi? mpaka sasa hivi mimi ninachoamini ni kwamba labda pengine kutakuwa kuna mazungumzo ambayo iliweza kufanyika baina ya Damo Platinum pamoja na Kingwendu ambayo sisi wote hatuyafahamu. mm -hmm. Umeona? mm -hmm. Lakini mpaka sasa hivi ninachosema kwamba Damo Platinum ameweza kutumia tu kama ni ubunifu na kama nilivyokuambia kwamba ni, ni, ni, ni mara kwa mara tu wasanii wamekuwa wakitumia vionjo eh, kadhaa katika muziki wao kwa ajili tu ya kuweza kuboost muziki wao na wanatumiaga nyimbo ambazo zilizopita zilizo zilizofanya vizuri, na kama hata pia e, Mbosso pia ambaye pia alikuwa ni zao lililotoka WCB baada ya kuweza yeah, kutoka ya Moto Band alipofika pale WCB mm -hmm, aliweza e, kujifunza vitu vingi sana yeah. Alivotoka pia kaachilia EP yake ya Room number 3. Mm. Katika EP yako ya Room number 3, kuna wimbo ambao unafahamika kwa jina la nusu saa yeah. Ule wimbo wa nusu saa e, ni wimbo ambao ni wa Bushoke bila shaka na Juliana ambao ulikuwa unafahamika kwa jina jina gani lile? Eh. Anyway, nikikumbuka mambo yatakuwa sawa. Back in the Ila, days, eh, back in the days. Lakini ni wimbo ambao eh, nusu saa ukija kuzingatia eh, kaimba ka midondoko ya wimbo huo ambao Mwamu ni eh, ni wa zamani kidogo. Sasa nasema jina lake limenitoka. Mm. Kwa hiyo kutumia ubunifu wa kuchukua nyimbo ya zamani ambao imetoka lakini pia kufanya wimbo wako sasa ukawa complete mm. na eh, kionjo kutoka wimbo uliopita kutumia katika nyakati za sasa mm. E bana, kunaweza kuleta ubunifu, lakini pia kuwakumbusha kwamba oya, kuna kazi ambazo zilikopo zamani. Kama mlikuwa mzifuatilii, basi jenzi, inabidi muelewe kwamba kuna huu wimbo ulikuwa umetoka Lakini... na hata pia Damo Platinum kuweza kuimba hapa hichi kionjo cha e, eh, wimbo wa Kingwendu mapepe yeah. ambao umetoka miaka kumi iliyopita yes. na nikukumbushe tu kwa yule mt mtazamaji ambaye labda pengine alikuwa ajui mm-hmm. wimbo wa mapepe ni wa Kingwendu, right? Yeah. Lakini uliweza kupandishwa uh, kwenye mitandao tofauti tofauti ya kuuza na kusambaza muziki, sio e, kwenye akaunti yake. Na wasanii wengi wa zamani wamekuwa wakipandishiwa nyimbo zao kupitia akaunti yeah, za watu tofauti tofauti, kwa sababu zamani, kwanza watu walikuwa hawana hiyo elimu kufuatilia maswala ya, yani ya, ya, ya copyright siyo nini, watu walikuwa hawana huo aana, e, kwa hiyo hata pia wa, eh, Kingwendu, kwa upande wa Kingwendu kuachilia huo wimbo wake wa mapepe na Damo Platinum kuweza kutumia kionjo chake ni kama yeah. vile kamrudisha tena kwenye game. Watu wameweza kufahamu kwamba kumbe miaka kumi iliweza kupita, Kingwendu aliweza kuachilia nyimbo track kama hii. He. He. na hiyo track yenyewe ilipandishwa na ene, moja kati ya uh, platform za kusambaza ku, na kuuza muziki nafahamika kwa jina la mziki mm -hmm. miaka kumi iliyoza kupita yeah. wimbo wa mapepe then baadaye wakaja kufanya remix pamoja na Bambo akiwemo mapepo mm -hmm. kwa sababu unajua ukienda ku, uh, uh uchukua ule ule wimbo ukaupandisha kwenye mitandao ya kijamii unakuwa na copyright, kwa hiyo maanake mpaka sasa hivi ule wimbo wa mapepe haupo kwenye akaunti yake Kingwendu rasmi, mm. ila yeye alikuja kufanya remix mm. ya mapepo ambayo aliweza kufanya pia na, na mchekeshaji mwenzake Bambo yeah, lakini, lakini pia tunajua kabisa kuweza kuwasiliana mwenye ngoma ni, ni kitu ambacho kinatakiwa na ni beta zaidi kuweza kuwasiliana naye. Bila mwenye shaka, mimi nahisi kabisa waliweza kuwasiliana asingeweza kufanya vitu yeah, kwa kukurupuka. Ashakuwa msanii mkubwa, sasa ashafanya vitu vingi sana na anajua mm. ebana, protokali za muziki, muziki unahitaji nini, na hata hivyo tunajua ngoma itakuwa ilishatungwa muda mrefu, kwa sababu unajua kwamba mpaka sasa hivi yeah, yuko Paris yeah. Sasa unaweza kuimagine kwamba hii nyimbo imetungwa lini? Yeah. kwa unaweza hatuwezi kujua kwamba walishaongea washakaa, na kama itakuwa ni hivyo basi, sehemu moja tu yaweza kupata update hizi ni hapa hapa ndani ya sawa sawa digital. Lakini pia kwa upande wako, hivi nikisema nikitumia lugha ya kwamba Eh, Kingwendu naye amekutana na hii depression hmm. Yuko yu, yu kwenye depression, hali mbaya ya wasanii ambao wako chini wanahitaji msaada muta, uh, utaiwekaje, yeah, of course ndiyo. Unajua zamani ni tofauti na sasa, sasa hivi vitu vingi sana vimeboreshwa yeah. yeah, zamani wasanii wengi walikuwa hawana hizi platform tofauti tofauti ambazo zinawasaidia zina wachekeshaji wa sasa hivi ana kuwa na pesa nyingi sana Zamani ni kupitia zile muvi ambazo wanakuwa wanazifanya then baadaye zije kusambazwa huko, aidha ni kwa muindi au namna gani, vipi waje kupata pesa, ambapo pesa zenyewe hazikai. Sasa hivi mtu ukiwa maarufu kwenye mitandao ya kijamii, aidha labda, labda, ni TikTok huko ukawa umeenda viral, Instagram wapi, YouTube huko, mtu anaweza akakutumia wewe kama ambasada, lakini pia akawa anakuita katika matangazo yake binafsi ambayo anahitaji. Watu wamekuwa wakipata pesa kupitia hivyo. Sasa zamani hapo eh, mambo yalikuwa ni magumu mzee. Yaani unajua kuna time mtu anaanza kujitetea kwamba bana mimi ndo Kingwendu unajua. Inakuwa ni ngumu mtu kukuamini bana. Kingwendu, mbona mimi sikujui, kwa sababu masuala ya, ya, ya, teknolojia yalikuwa ni weak sana tofauti yeah, na sasa hivi. Okay. Sasa hivi ukianza mzungumzia sijui eh, msanii gani msanii gani wa kina Ndalo wa kina Leonardo hao mm -hmm. E, bana hakuna mtu ambaye amjui. Sawa. Kwa hiyo eh, mimi naweza nikasema kwamba depression ndiyo ipo kwa wasanii wa chekeshaji wa zamani, kwa sababu ya kimtandao ndio ilikuwa inawasumbua. Lakini sasa hivi ni kwamba ma, maisha yamesha yarahisishwa sana mm, yeah, yeah. Na hiyo depression pia, kama tunavyofahamu, wasanii wengi sana wamekuwa na depression za kupanda na kushuka, lakini kwa wasanii wa zamani lazima watetewe tu kwamba eh, ni masuala ya kimtandao yalikuwa ndio changamoto. Yeah. Hapo eh, hapo kwenye depression, wasanii wengi kama ulivyozungumza kwamba wanahitaji msaada ili kuweza kufika sehemu fulani. Moja kati ya wasanii ambao pia wanataka msaada na eh, kuonekana kwamba msaada wake kuto ku, kusikilizwa kwa matakwa yake yeye yeah, ambavyo anakuwa anayataka ni Nuh Mziwanda. Nuh Mziwanda pia amekuwa eh, anaonekana kim DM sana Diamond Platnumz, ambaye ni moja kati ya watu ambao pia tunawazungumzia hapa kwa muda mrefu eh, numzona mwingi ana kim DM sana brother, brother tufanye ngoma hivi na hivi amesema, ni yeye eh, yani hayuko tayari kusaidiwa kitu chochote zaidi ya nyimbo tu, kwamba ingie studio wafanye ngoma, kwa sababu mindset yake nasema kwamba yeye akifanya tu ngoma na Platnumz imeondoka. Alifika mbali zaidi akamtafuta mpaka Mama Dangote ambaye pia ni mama mzazi wa kwake Platnumz, ili aweze kumsaidia kwamba ongea na mwanao mm, mimi kijana wake bwana, nataka kuweza kufika sehemu fulani, kuweza kufika sehemu fulani lakini hatujaona majibu yoyote ya Platinumz wala majibu yoyote ya Mama Dangote. Lakini pia i think alivyoona tena huko kimya, akamdm pia eh, Rayvanny akamdm pia Mario pia, kama umezifuatilia umeona, i think umeona hizo post yeah. lakini pia akaja kumdm na Jay Melody pia na Jay Melody Mario, eh, Rayvanny, Platinumz ni moja kati ya wasanii A list wakali kutokea hapa Tanzania. Ukitajia wasanii watano au Hawa hapo hawakosi katika hiyo listi yako yeah. sasa unafikiri depression hii na hiki ambacho kimekuwa kikiendelea kwa Nuh Mziwanda kinaweza kusababisha nini kwa wale wasanii ambao pia wasanii wengi sana ambao wamepotea ameweza kufunguka mwenyewe moja kwa moja wasanii wengi jina lake tu linaweza kumsababisha silima akufanyia chochote ametaka kumsaidia mshikaji. Mm. Kwanza kuzungumzia swala la Nuh Mziwanda yeah. Mimi nataka tu niseme kwamba depression ipo yeah. Na ni ngumu sana kwa msanii kushuka chini kupanda, I mean kupanda kushuka chini afu kupanda, kupanda yani tena mm-hmm. Inakuwa ni ngumu sana yeah. As kama nilivyokupa mifano kama 20% huyo Ray C wao, wao walikuoga ni wasanii ambao unavozungumzia A-list in town hapa yeah, Tanzania kwenye lazima muziki wataji, lazima uwataje yeah. Lakini baada ya depression yao sasa hivi e bana, kizazi kingine kuweza kuibuka cha kina Mario hawa mm, imekuwa ni ngumu sana watu kuwapa sikio tena yeah. na sasa hivi sakata la Nuh Mziwanda lilivoibuka kuweza kuomba e bana ukaribu, nilikwambia hapo hapo nyuma kidogo kwamba ili uweze kuonekana una trend lazima umzungumzie mtu ambaye yupo on trend sasa, yeah. Sasa Damon Platinum ukiweka ukaribu naye, lakini pia ukaweza kufanya kolabo naye pia bana, inaweza ikasababisha wewe ukawa ni moja kati ya watu wanafuatiliwa zaidi yeah. na Nuh Mziwanda anatumia nafasi hiyo hiyo yeah. ambayo Damon Platinum yuko nayo yeah. ambayo yuko nayo uwezo ambao yuko nao sasa ukifanya naye kolabo, hata kama ukipakia kwenye akaunti yako watu yeah, tu watafata tu. Yani, lazima kwa sababu media tofauti tofauti watamzungumzia umeona, yeah. lakini pia uh, zile teaser tofauti tofauti, watu wakishajua tu kwamba kuna Diamond Platinum, the way ambao mimi na yeye tunapiga story tu, oh, Diamond Platinum kwamba ameachilia ngoma na nanu, Nuh Mziwanda, lazima yeah. tu kaitafute, kila mtu ataitafuta noma sana lakini, uh, kina Mavokali kina nayo hasiwezi kuwazungumzia sana, kwa sababu wao kama wao wanaonekana wamekubaliana na kile ambacho wako nacho kwamba wako depression, yao inawasumbua yeah. Mara tukasikia mara anaumwa, mpaka sasa hivi anasema pia yuko hoi taabani mm. E, wasanii ambao pia mnaweza kufuatilia kitu kama hichi, kama huyu ni msanii pia ambaye yupo kwenye kizazi hiki cha Bongo Flava, mnaweza mkafanya namna yoyote, kwa sababu ilifika stage mpaka meneja wake pia mm. akafunguka kusema kwamba kweli mavokali ana hali mbaya na yuko home mpaka sasa hivi. wasanii ni wengi sana ukimzungumzia kina Timbulo ni mmoja kati ya wasanii ambao pia wamepotea, hatujui watarudi lini, lakini cha kuongezea hapo, unajua, Nuh Mziwanda watu wengi sana wamemponda eh. Baada ya kuweza kuomba kolabo na msanii mwenzake ambaye ni Damo Platinum, umeona lakini pia baadhi ya watu wengine wengine kumwambia kwamba sasa hivi kama hayuko sawa, anavu, anatumia madawa ya kulevya na maneno kibao ambayo yameibuka kwenye mitandao ya kijamii, ila mimi nataka tu niseme kwamba watu hawajui wa undani wa mtu binafsi, lakini ukweli na uongo wa mtu anaojua mtu mwenyewe. Kwa hiyo Nuh Mziwanda eh, so eh, Nuh Mziwanda yeye sio chizi. Yeah. Kuomba kolabo na Diamond Platinum kwa sababu anatamani na mwenyewe kurudi kwenye ku ile piki ambayo sasa hivi imekuwa ni ngumu. Ameachilia ngoma yake ya baba Bless, bonge moja la ngoma, last time pia ulikuwa sana, yeah. Unasema kwamba, ah, oe, mshikaji, kumbia, ngoma pia kwamba kumbe aliachilia hii ngoma yani umekuja kuifuatilia baada ya, ya ya mambo ambayo alikuwa anaendelea ya Diamond Platinum kuombwa. Kwa hiyo maanake hapo ndipo ambapo unagundua kwamba wanaachilia sana kazi kali. Lakini kwa sababu sasa hivi nguvu kubwa zipo kwa yule mtu ambaye anatrend zaidi. Hmm. Kwa hiyo Nuh Mzi mpani wanda mpani. Yeye ameamua kutumia hiyo nafasi ambayo Diamond Platnumz yuko nayo ili aweze na mwenyewe kusikika kwa wale mashabiki wake ambao amewapoteza. Sasa wewe oh, fikiria Nuh Mziwanda wajikeshupa na wasa hivi E bana wanafanana kweli. Ni watu wawili tofauti. Kapungua, yani, na nikapungua sana. Kwa hiyo pia, kwa hiyo, hiyo afu na afu mbaya zaidi inayotokea kwa hapa Bongo. Watu wanathamini sana maiti kuliko mwili ambao uko hai. Kwa hiyo ili mtu waweze wa kukusamini ni pale ambapo mtu anadondoka anafariki, then baadaye waseme kwamba huyu ah, jamaa bana anakuandikia mpaka makala. Kwa hiyo kitu ambacho Nuh Mziwanda ameamua kukifanya ni kuweza kuomba nyavu, hajaomba samaki, yaani kwamba ameweza kuomba msaada wa pesa, e, hey, tusaidiwe nini? Hey, anataka kazi mwingie studio mwingie studio, umeona mambo safi. Kwa hiyo ndio kitu ambacho Nuh Mziwanda, kwanza mimi nampa pongezi na popote ulipo eh, Tanzania, lakini pia eh, shukrani sana kwa Eh, Chino Kid. Yeah, kwa jinsi ambavyo ameweza kumsupport, kumsupport. Yeah, bwana msanii huyu hapa na kuweza kumpatia eh, nafasi ya kuweza kukutana naye studio. Nimeona last time pia walikuwa wote studio pia, lakini walikata sauti, watu walikata sauti kwamba labda pengine kunaweza kwa, kuna lipiano ambalo Chino Kid, maana najua Chino Kid ni mtu wa mapiano. Kamchukua Sergeant wa Singeli, alimemweka pale, kamuingiza kwenye mapiano. Kwa hiyo kinachoendelea, labda pengine Chino Kid atenda kumwimbisha lipiano, pena lipiano litakuwa benga ambalo litakuwa in town hapa, lakini pia nimeona eh, ameshukuru pia Nuh Mziwanda baada ya appointment kuweza kupangishiwa E, na Chino safe. Kid. Kwa hiyo e, mimi nashauri tu wasanii wowote wa e, Bongo, e, e, wa hapa Bongo wanaofanya music, wa support wasanii wenzao ambao walishafanya wa, wa amba walishafanya wa, wa, walishafanya makubwa, sasa hivi wamepata depression mm -hmm. kwa sababu haya maisha ni duara, tupo you never know. E, yani kuna time mtu ambaye alikuwa wa kwanza na kuwa mwisho, wa mwisho na kuwa kwanza, hivi hivi yeah. kwa upande wako unafikiria platinums kuna yeah. kuna kipindi kitakuja kutokea, kawa kwenye situation ambayo yuko nayo Mziwanda sasa hivi walishajaribu sana wakashindwa, unajua. Yani unajua mbaya zaidi mbaya zaidi mbaya zaidi mimi yeah. nikikumbuka ile moment, kipindi ambacho Diamond Platnumz anapambana mm -hmm. na medias azipigi yes. ngoma zake yeah. kile ndio kilikuwa kipindi cha Diamond Platnumz kuondoka yeah. asa hivi upo na misingi ambayo ni sawa na na sawasawa na, na nyumba ambayo ipo na ukuta heavy, yani iko na msingi heavy mm. ambao huo msingi hauwezi kudondoka hata mara moja, uo unataka kusema kwamba eti ile nyumba itadondoka mm. kwa hiyo kwa upande wa Diamond Platinum yeye kajenga misingi ambayo itakuwa ni ngumu sana yeye kuweza kumtoa kwenye chat hasa hivi yuko na kampuni zake za kubeti radio lakini pia muziki wake unauza mm. takriban followers milioni 18 Instagram, asa hivi yupo na, nane, na yeah. subscribers mm. milioni kumi mm. yuko na viewers bilioni tatu mm. kwenye mtandao wa YouTube mm. Sasa wewe fikiria huyo msanii, wewe unaanza kupambana naye kwamba leo atoke kwenye chat. Okay. Na hapo, hapo miaka hapo, hapo, I think ni minne mitano nyuma yeah, media zote zilizokuwa hazipigi ngoma zake saizi hakuna, yeah, media ambayo haipigi ngoma ya platinum kwa sababu <laughs> usipopiga ngoma ya platinum atapiga kwake, yeah, na we usipopiga, hatuangalii TV mm. yako mm. eh, bana noma yeah. sana lakini, siya, si, pia sisi kama Sawasawa Digital mm. tumeweza kufanya eh, tunaweza tukasema eh, uchunguzi mwingi sana kuhusiana na masakata haya so endelea kutufuatia kwa sababu ukweli wa mambo mengi zaidi tutakuwa tunakuletea hapa moja kwa moja. sasa kwa mwisho kabisa kwa kuweza kumalizia, unafikiri mm. kile ambacho Nuh Mziwanda alikuwa anakitaka yeah. kutoka kwa Platinumz yeah. atakipata kwa Chino kwa level ile ambayo yeye alikuwa anaifikiria, kwa sababu wanasema msaada huwezi kukataa mm. kwamba Platinumz pia amesikia, ame, ame, ame, ame hilo, najua amelisikia na ameona zile DMs, lakini mtu ambaye amekuja kumsaidia ni mtu ambaye hajawahi hata kutafutwa ni Chino Kid mm. na watu wengi wanakonnect sasa kwa nini Nuh Mziwanda ameweza kumkubalia Chino wakati Platinum bado hajamjibu haja, haja. Lakini kwa upande wangu nikaona kwamba ndo maana siku zote nasema hata kama unasubiria umepikwa labda wali pale, lakini pembeni kuna ugali ambao pia umekwisha kuiva, una nyama nyingi nzuri mm. na njaa inakuuma, hebu anza kula pale pale then ule wali paleulutzuri utawuku, eh, na mfano mzuri ni hata pia simba akikosa nyama na kula majani unaona. Sasa kwa hiyo hata kwa Nuh Mziwanda mm. yaani, hata kama akikosa collab na Damo mm. Platinum kwa jinsi ambavyo Nuh Mziwanda amekuwa akimzungumzia Damo Platinum na watu kuendelea kumfuatilia katika kipindi hichi hapo, yeah. Ndio kilikuwa eh, ndio kipindi sahihi cha yeye kuweza kuachilia tracks za kutosha mm. kama alikuwa na hits za kutosha zipo studio, basi ilikuwa ndio time ya yeah, yeye yeah, kuweza kuachilia ngoma zake <laughs> cha mwisho Unamwongeleaje una, una, una, una, una, una Chino kwa hiki ambacho anakifanya maana ni tunaweza tukasema ni mtu ambaye anapita na upepo, anapita na upepo. Ameenda ameenda beef la dogo Sergeant pamoja na dogo Pattern. Akaona sawa madogo sakata limeenda limeenda Pattern ameenda huko. Huko mbaki nani? Mbaki Sergeant. Dogo njoo. Tukachapa tunakuja kama mazombi, ni mazombi tu mtupu tu. Sasa hivi, sasa hivi tena kaangalia upepo umeenda umeenda. Mziwanda analalamika anasema njoo Mziwanda, nakupa nyumba, nakupa ngoma tunafanya unafikiri na, Chino naye ni mtu ambaye anatembea na upepo yani, naye uh, au, au naye ni pick two za kwa sababu yeye ni tayarisha kuwa msanii mkubwa Chino akipigwa vizuri mm. ataweza kutuambia kwamba yeye na Rayvanny ni watoto wa baba mmoja mm -hmm. kwa sababu wote ni watu ambao wanajua sana kupita na upepo yeah. Nikukumbushe tu kwamba Rayvanny ni moja kati ya watu ambao walikuwa wakiona kwamba mtu ambaye una trend mm. sasa hivi na kuchukua, na, na kutolesha lingoma linaenda mm alishafanya ngoma na misomisondo yeah, zile kipindi kile misomisondo naahisi kwamba eh ukitoa eh ngoma yako yote hiti, eh lazima eh akuvute akuvute akuchapishe, alafu mambo yaende, sasa hivi dayo huu mwaka. Kwa hiyo manake, hawa ni watu ambao wanajua sana kupita na upepo mm -hmm. kitu ambacho sio kibaya yeah. Eh, ni katika ubunifu, si ndio? Yani, yeah. Kama we unaondoka na mimi naondoka na mi na tunasaidiana yani, kifupi maisha yanakuwa nasonga kwa hiyo mimi nampongeza sana bana e, Chino kwa support ambayo ameweza kuifanya, lakini pia e bana tunajua kabisa kwamba ni wewe e, ni bonge moja la mwamba ambao unajua sana kupita na upepo, lakini pia pongezi za dhati kabisa kwa sababu e, kusapotiana ndo kitu ambacho watu wanahitaji right. E, kama nilivyokuambia kwamba usio na support sana e, maiti support mtu ambaye sasa hivi labda pengine yupo katika hali mbaya, unaweza kumsupport hata matibabu tu e, na ndo kitu ambacho sasa hivi ameweza mm, e, kukifanya kwa Nuh Mziwanda kupita kwake kwa upepo hivi hivi. Ndivyo ambavyo kumeweza kuwa boost watu wote wawili. Yaani wewe hata kama Chino ulikuwa unataka kumsahau sasa hivi, oh Chino anaenda kuachilia na yule ambaye alikuwa anataka kudondoka. Wote unawaona tena kwenye ngoma moja. Yeah. Bana noma sana, noma sana. I think utakuwa ume enjoy sana kutokana na hii package ambayo tumeweza kukupatia, kuhusiana na masuala mazima ya bana Chino Kid, yeah. Bana Mziwanda, Platinum, sisi na nani kafanya hivi. Lakini pia kitu kimoja kwamba usiweze kumsaidia mtu akiwa ameshakwisha kufa. Mm. Yaani amekufa wanasema Samira Milambi, mm. natoa milioni thelathini, wakati ilitakiwa umpatie hata elfu kumi na tano tu aweze kupata dawa, mm. Aweze kunywa and then apone. Na ndio ndicho ambacho anakipitia Nuh Mziwanda, yeah. Kwa sasa hivi anaomba sana msaada, wasanii wote wanatulia, mm. Na hii itakuja kuja kuwaumbua zaidi endapo msanii huyu kitakuja kumtokea chochote kibaya, kwa sababu Platinumz pia umetajwa, Rayvan ametajwa, Mario bila kusahau Jay Melody yeah, pia sure. So chochote kikija kutokea, watu watasema kwamba alishaomba msaada huku and mm. then amekuja kupata matatizo. Tunaona sasa, e, sasa anakuja na mm. kufanye. Hatuombei mabaya mtokee, lakini tunaona kabisa ameshapata ahueni yeah. ya ya kile, kile kum, kitu yeah. ambacho anakifanya muziki chino kile, ameamua kumtoa na kuweza kumfikisha sehemu fulani, kitu kizuri ambacho anakifanya ni Mziwanda ndo kama alivyokwambia kwamba ni moja kati ya watu ambao wana omba nyavu, hawaombi samaki kwa mvuvi. Yani wanataka kazi, hawataki pesa. Sawa, kwa hiyo big shao sana kwako mdogo mdogo. Ndo mwendo chao, indosikia, ndo gomvi, ndopero. Nazidi kusema kwa matendo, kazini chizi, nyumbani baba chao.